Ya usalama barabarani ambapo hapa baada ya siku za hivi karibuni baraza la taifa la usalama kutangaza mikakati mbalimbali mbali ya kupunguza ajali barabarani. Je, mkakati huo utafanikiwa? Mwandishi wetu ana undani wa uchambuzi huo. Ajali za barabarani zimekuwa ni gumzo hapa nchini, hali ambayo imekuwa ikigharimu maisha ya watu na kufanya kuongezeka kwa idadi kubwa ya yatima, lakini hata watu wenye ulemavu wa kudumu lakini chanzo cha ajali hizi zote mara nyingi imekuwa ukitajwa kuwa ni uzembe wa baadhi ya madereva pindi wa wapo barabarani, ingawa unywaji wa pombe nao umetajwa kuwa ni chanzo kingine. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka elfu mbili kumi na tano ya shirika la afya duniani WHO, linasema ajali za barabarani zimeendeleza kupoteza maisha ya watu wengi, huku idadi ikiwa ni milioni moja nukta mbili tano wanaofariki kila mwaka, ambapo kwa kiasi kikubwa ajali hizo zinaweza kuzuilika. Kutokana na hili sasa, jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani hapa nchini, limekuwa na kampeni mbalimbali za kukabiliana na swala hili. Na mnamo tarehe nane mwezi huu, naibu waziri wa wizara ya mambo ya ndani, Mhandisi Yusufu Masauni, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la usalama la taifa, amekuja na mikakati isiyopungua kumi. Hii yote ni katika kuhakikisha ajali za barabarani hapa nchini zinapungua, kama si kumalizika, kwa kutoka tukitumia hivyo apokuwa hatuna vya kutosha tutajipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunatumia vifaa hivyo ili kuweza kuwabaini wale ambao wanazidisha mwendo. Lakini pia jingine ni kwamba tumewasiliana na Sumatra ili uharak, tuhara, uharakishe mchakato wa kuhakikisha kwamba tunakuwa tunakaa tracking system katika gari ili kubaini sasa, kuna mfumo wa kisasa ambayo tutawezesha kujua madereva mabasi yote nchini ambayo yatakuwa yamezidisha spidi isivyo stahiki. Lakini katika taarifa maalum ya shirika hilo takwimu zinaonyesha pia kwamba ajali za barabarani ndiyo namba moja kwa kuongoza katika vifo miongoni mwa vijana kati ya umri wa miaka kumi na mitano na ishirini na tisa. Ripoti ya shirika la afya duniani WHO. Pia limegundua mwanya mkubwa katika maeneo ya usalama wa barabarani na vifo kati ya nchi masikini na tajiri. Katika kukabiliana na hili, jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani limeanza kutekeleza moja mikakati yake ya kupunguza ajali barabarani. Na hapa nakutana na mrakibu msaidizi kutoka makao makuu ya polisi usalama barabarani kitengo cha elimu afande Mosi Ndozero. Sheria ya kifungu cha sitini na tano kifungu kidogo cha tisa, kifungu kidogo a ambacho kinaelezea kwamba mpanda pikipiki au mtu yeyote anayetumia chombo cha usafiri, chombo cha moto anapaswa kutii sheria, kanuni na taratibu, hasa sehemu za taa zinazoongozwa na mataa. Anatakiwa kusimama pale inapoonyeshwa taa nyekundu, kwamba anaamliwa kusimama, na anatakiwa kuondoka pale tu inapowaka taa ya kijani, kwamba anaamliwa kuondoka. Lakini inakuwa ni kinyume kabisa na watumiaji wa usafiri wa pikipiki, yani wa bodaboda kwamba wao hawataki kabisa kutii sheria hizi. Utii wa bila shuruti wao kwao ni kitu kingine tofauti. Kwa maana hiyo, ndio maana tunaona hapo mwanzo tumeanza kuwajengea kupitia elimu hii, utaratibu wa kutii sheria bila shuruti. Tunawapa elimu hii, ni ndani ya mpango mkakati ambao umezinduliwa juzi na mheshimiwa naibu waziri E, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani. Moja ya kundi ambalo linatajwa kuwa ni chanzo kikubwa cha ajali na ndiyo wahanga wakubwa ni madereva wa pikipiki almaarufu kama bodaboda, na sababu ya haya yote ni kutokana na wengi kutokuwa na elimu ya udereva. Kikosi cha usalama barabarani kimetembelea moja ya, ya kijio cha bodaboda na kutoa elimu ambayo itakuwa na manufaa kwao lakini pia na taifa kwa ujumla. Kuna swala la kinga ya wewe mwenyewe, kinga ya mwili wako unapokuwa katika pikipiki piki. Inashauriwa sio kisheria, lakini inashauriwa, ni sehemu ya sheria kwa sababu ni taratibu tu, taratibu zikisha kuwepo, inakuwa ni sehemu ya nini, ya sheria, kwamba ili uwe salama zaidi, kwa sababu kuna kuanguka, bahati mbaya ukaangukia mikono, utaburuzika mikono, na ukishaburuzika mikono, ina maana ufanisi wa kazi tena hakuna. Kwa hiyo unashauriwa vile kuvaa gloves, kuvaa zile nini zile za kwenye buti zile, e, ukavaa viatu vizuri, na iruhusiwe kuvaa malapa, kwa sababu malapa unapokanyaga kwenye pikipiki huwezi kuwa vizuri, yani utakuwa saa nyingine inateleza unaweza kupata ajali kiurahisi. Kwa hiyo nashauriwa kuvaa zile ni muhimu sana. Kama unazo uvae, unazo mi jua unazo, sasa hivi utuonyesha, uvae Ukizipata nunua vaa. Hivi sasa, kuna msemo ambao hutumiwa na walio wengi kwa madereva wa pikipiki, na huu ni ule wa mishikaki. Hapa mara nyingi abiria huwa zaidi ya mmoja, na wakati mwingine humfanya dereva kutoendesha kirahisi. Lakini pia uvaaji wa kofia ngumu yaani helmet, wengi wamekuwa wakiukwepa. Je, sheria ikoje? Wewe mpanda pikipiki, unapopanda kwenye pikipiki yako lazima uvae nini. Kwa hiyo hata yule anayepanda nyuma, abiria, pia anatakiwa avae helmeti, kwa sababu hajasema abiria au dereva, lakini amesema mpanda. Kwa hiyo mpanda pikipiki piki, ni wewe peke yako, yule abiria akapanda nini. Hata hivyo, hapa mrakibu msaidizi kutoka polisi usalama barabarani kitengo cha elimu, mbali na elimu ambayo ametoa, anasema kuwa hakuna aliye juu ya sheria, na kwa mkakati huo wa Baraza la Usalama la Taifa ambao umepania kupunguza ajali utashughulika na kila mtenda kosa Kuanzia askari, dereva na wakati mwingine hata abiria. Hivyo kuna budi madereva kutii sheria bila shuruti. Nawasikiliza wananchi wengi tu, alafu ukishatoa taarifa, ataitwa askari atapewa atapewa la kwake, tuta kwa nini kafanya vile, naye tutamsikiliza, tutaona udhaifu uko wapi, tutachukua hatua. Si mnaelewa? Msiogope kutoa taarifa. Na katika mkakati huu tumesema hivi, mtoa rushwa na mpokea rushwa wote tutashughulika nao. Wewe kama ni wa pikipiki, wewe pikipiki yako unaendesha? Eh, hey, ya, ya bosi wako. Ya bosi wako. Huko kwa mkataba. Sasa wewe unaendesha. Unafanya kosa na mpigia bosi wako. Au mimi nimekamatwa bwana na fulani ampe wewe na ile shilingi fulani, unatoa ile hela. Bosi wako naye anaingia kwenye kosa. Wewe naye unakuwa umetenda kosa la kutoa. Na yule bosi wako wewe umeshawishi, na bosi wako katoa. Umeona eh? <coughs> Haya, na yule aliyepokea askari, leo tunamtafuta. Naye atashughulikiwa kwa mujibu wa nini? wa sheria. Kwa hiyo muone jinsi ambavyo sasa hivi polisi tunajipanga, lakini tunaomba ushirikiano wenu nyinyi. Ripoti hii ya shirika la afya duniani inaonyesha kuwa ajali za waendesha baisikeli na watembea kwa miguu zinafikia asilimia ishirini na sita ya vifo vyote vinavyotokana na ajali za barabarani ambapo idadi hii inafikia asilimia thelathini na tatu katika bara la Afrika.